Baba, katika jina la Yesu namleta Lilian katika madhabahu hii leo, tarehe moja mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita umabariki baba na mama huyu. Ulimsaidia mama huyu wakati ya mzito miezi tisa hatimaye alijifungua salama, kwa mkono wa kulio ulionyosha. Uli a udai, nakushukuru Mungu kwa kazi kubwa uliyoifanya, na kwa jinsi Mungu mkuu, uliomtumia na mume wake kumtia nguvu, kumtia moyo hatimaye mtoto amepatikana Lilian katika dunia hii. Tunamshukuru Mungu, tunamleta kwako uwezaye kumlinda, kuliya mlinda kwa tumboni, mlinde sasa, mponye na hali ya hewa, mponye na mazingira yote yaliyo duniani, kiroho na kimwili mponye kiafya. Bwana Yesu, tetee, mponye akili yake na ufahamu wake, akuwe katika kujua Kristo Yesu kupitia malezi wazazi. Baba, tunamleta kwako, ufungue milango ya mbinguni, asikose kula, kunywa, kuvaa, kusoma kutibiwa na kuhudumia huduma zote kama Yesu ujahudaafiki, mbali wewe, baraka kwa taifa kwa wazazi na kwa kanisa. Tunambariki Lilia katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, na uimarishe afya mama.